Mwana Sawa Sawa Digital, kama ni mfuatiliaji mzuri sana wa taarifa zetu e, ni siku chache tu zimepita, hapa nilitoa taarifa ya kusema kwamba Aprili 5 ambayo ni siku hii ya leo, Marekani au rais wa, wa, wa, wa Marekani Donald Trump pia e, wataweza kutoa uamuzi wa kuhusiana na swala zima la TikTok, mtandao wa TikTok kuweza kutumika a, kama hawataridhia maridhiano ya kuweza kuuziana mtandao huo na siku hii ya leo ndio tarehe tano yenyewe ambapo itakiwa mtandao huo uweze kufungwa kwa nchi ya Marekani. Sasa rais wa Marekani Donald Trump ameongeza siku sabini na tano za majadiliano ya uamuzi huo wa TikTok ambayo ilipaswa kufikia kikomo leo Aprili tano. Trump ameonyesha kuwa bado anagusa mkono juhudi za kuhakikisha jukwaa hilo linaendeshwa kwa usalama ndani ya Marekani kupitia umiliki wa eh, kampuni za ndani. TikTok ambayo inamilikiwa na ByteDance kutokea huko China imekuwa ikikabiliwa na mashinikizo ya kufungiwa nchini Marekani kutokana na hofu za kiusalama na ushawishi eh, wa kigeni. Hali hiyo imeibua msisimko mkubwa miongoni mwa makampuni tofauti tofauti makubwa ya, ya, ya kiteknolojia kutokea huko nchini Marekani ambayo sasa yanaweza kuonyesha nia ya kununua sehemu ya jukwaa hilo kwa ajili ya shughuli zake za Marekani. Sasa, sababu kuu ya kuvutia kwa, ma, eh, kwa makampuni hayo ni nafasi kubwa ya kiuchumi inayotolewa na TikTok eh, katika kwa hilo ambayo imekuwa ni nyumbani kwa mabilioni ya waunda maudhui tofauti, tofauti tofauti kutokea kule Marekani, ambao uchumi unaunda maudhui yote watu wote duniani unakadiriwa kufikia dola milioni mia tano. Hii imeibua fursa ya biashara na maendeleo ya kidijitali ambayo makampuni ya kimarekani ya, na ambayo yako tayari kuipoteza na hayako tayari kabisa kuweza kuipoteza kampuni hiyo ya TikTok au, eh, mtandao huu wa TikTok, lakini pia majadiliano yanaendelea huku matarajio yakiwa ni kufikia makubaliano yatakayohakikisha usalama wa data za watumiaji na kuendelea, eh, ukuaji wa kiuchumi kupitia eh, kupitia ubunifu wa, wa kidijitali zaidi. Trump ameweza kuongeza siku sabini na tano kwa sababu siku ya leo utakiwa mtandao huu bwana, tuweze kusikia kwenye kwenye macho tu ya watu katika nchi ya Marekani. Sasa ameweza kuongeza siku sabini na tano za majadiliano, labda hawa ndugu zetu ambao wanamiliki mtandao huu waendelee kujifikiria waweze kuachia au mambo mengine ende sawa kabisa. Sisi, kama Sawa, Sawa Digital, tunakuambia updates zote ambazo zinakuwa zinatokea katika dunia hii utakuwa unazipata kwa wakati na kiganjani, mwako ndipo ambapo sehemu ambapo utaweza kutupata kwa kusubscribe chaneli yetu ya YouTube kama Sawasawa Digital.